Na mi nawambia rafiki zangu, siku zote linapokuja swala la msosi wa bure, mi kila wakati huwa napatikana. Kwa hiyo kwa nyinyi kunialika kufuturu, lakini hutari ambayo ni ya heshima kubwa ya kuja kuiaga timu yetu ya taifa ambayo inaelekea kule Moroko, napenda nichukue fursa hii kuwashukuru sana, asante sana. Nisipoteze nafasi hii pia kwa kumshukuru mwanamichezo namba moja Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake binafsi na serikali anayoiongoza kwenye masuala ya michezo. Sisi hatumuiti mheshimiwa rais mwanamichezo namba moja kwa sababu tunataka tu kumuita mwanamichezo namba moja, lakini kwa sababu anaongoza nchi ambayo ina mahitaji mengi, kusema ukweli na jinsi anavyojitoa kwenye masuala ya michezo is remarkable. Rais huyu huyu anahitajika kutenga fedha kwa ajili ya huduma za afya, kwa ajili ya miundombinu ya barabara, kwa ajili ya umeme, kwa ajili ya maji na kadhalika, lakini anapata nafasi ya kututengea fedha ya kutuunga mkono moja kwa moja pale anapoweza, ama kupitia kwa wasaidizi wake, ili kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye masuala ya michezo. Makofi kwa Mama Samia tafadhali. Angeweza, kuna maeneo akanyamaza tu asiseme lolote, na hakuna mtu yeyote ambaye angeuliza kitu. Sana sana zigo lingekuja kuniangukia mimi, ambaye nilipewa kazi ya kumsaidia kwenye sekta hii ya michezo. Lakini Mheshimiwa Rais amekuwa akijitoa, na mara nyingi nafikia Rais anatenga muda, anaangalia mpira na timu yetu inapopata ushindi mpaka posti zake kwenye social media accounts zake zinakuja kwa ajili ya kupongeza timu. Angeweza kupitisha pia na hilo lakini analifanya. Mwambie Mheshimiwa Rais, hatulichukulii kwa wepesi jambo hili na tunalishukuru sana, kwani jambo la kuwatia na moyo vijana wetu ambao wamejiajiri na kuajiriwa kwenye sekta ya michezo kwa namna anayoifanya linaongeza ajira kwa vijana wa nchi hii. Asante sana Mheshimiwa Rais. Niwapongeze pia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Kuna ule msemo unasema, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Mimi si utaki ule anyongwi mtu, na haki yake anapewa. Katika miaka ya karibuni, chini ya uongozi wa Rais Wallace Karia, tumeshuhudia maendeleo makubwa ya mpira wa miguu Tanzania. Sisi siku za katikati, miezi ya katikati tu hapa, tunatajwa kwamba ni moja ya mataifa matatu barani Afrika ambayo yamequalify kwa mashindano saba yanayoandaliwa na CAF, yaani kwenye ligi yetu tuko sisi, wako Senegal na wako Morocco. Sasa unaweza kuona kuna mataifa ambayo sisi tunayafahamu kama giants wa football Afrika hayamo kwenye kundi ambalo sisi tunawekwa. Mara ya kwanza sisi tume qualify kwenda kucheza finali za Afcon ilikuwa mwaka 80, wengine hata tulikuwa hatujazaliwa. Mara ya pili tume qualify mwaka 2019, miaka 39 baadaye lakini toka elfu mbili na kumi na tisa tumekwalifai mara ya tatu sasa. Sasa unaweza kuona miaka thelathini na tisa tumekwalifai mara moja nyingine na miaka mitatu hii miaka minne tumekwalifai mara tatu nyingine. Makofi kwa Wallace Karia. Huyu mnyonge kwanza sio mnyonge na hanyongwi na haki yake anapewa. Haya sio mambo ambayo unayachukulia tu kirahisi, ni mambo ambayo yanataka mikakati yanataka kujitoa yanataka kufahamu mchezo wenyewe wa soka na kuamua kwa, kwa dhati kabisa ya moyo wako kwamba unataka kuyafanya. Najua kina nyamlani kina kidau wanakusaidia, lakini mnachangia mawazo na wote. Sasa hivi mnawaza namna bora ya kuendeleza mpira wa miguu Tanzania. Mnafanya vizuri sana na tunayaona, hatulichukuli kwa wepesi jambo hili, hata hili la kutengeneza kinachokwenda kuwa FIFA Talent Academy hapa Tanga ambapo mnafanya scouting nchi nzima na sasa hivi mmeniambia kwamba mmeshapita kwenye mikoa kumi na mmepita mpaka Muheza pale. Naamini kuna vijana wa Muheza mtakuwa mmewapata, naamini na, na ni jambo kubwa sana kwamba mna vijana sasa hivi jumla mia moja na sita ambao mnawaweka pale, zinatumika zaidi ya shilingi milioni mia mbili kuwalipia ada kwenye shule za binafsi ambazo wanasoma, lakini huku mkihakikisha mnasimamia vipaji vyao na waje kuliwakilisha taifa hili hili. Sio jambo dogo, mnafanya vizuri vizuri vizuri sana. Kitakwimu hakuna uongozi wa TFF ambao umewahi kufanya vizuri kama nyinyi akuwa anaongea na, na mzee wangu uh, siku za karibuni mmoja, aliwahi kuwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, akawa ananiambia mimi, sijui Karia na watu wake wanafanya vipi. Wanapeleka timu ya under 17, under 15, under 13 timu za wanawake sio hii, uh, Serengeti, Ngorongoro, kila timu inaenda kwenye mashindano na inafanya vizuri mpaka tunafikia mahali kwamba tuna qualify kwenye mashindano saba yanayoandaliwa na CAF. Hili sio jambo dogo kusema kweli. Hata waliowahi kuongoza TFF wanajua kwa jinsi ya hali ya kifedha ilivyo pale, kufanya jambo hili kuhakikisha timu zote hizi zinashiriki mashindano haya makubwa sio jambo dogo kusema kweli. Kwa hiyo ongereni sana, na tunaona na tunawashukuru sana, sisi watu wa mpira tunawashukuru sana ukiachia mbali uongozi wa serikali, lakini mnafanya mambo makubwa kwa ajili ya mpira wa miguu wa taifa hili, na asanteni sana. Hili tunalolifanya leo la kuja kufuturu na kuiaga timu ya taifa ikiwa ni pamoja na kuwakabidhi bendera kwa ajili ya kusafiri na kwenda kucheza mchezo wao wa kutafuta qualification ya World Cup ya mwaka 2026 zinazofanyika kule Marekani na Mexico, ni jambo la msingi sana. Mimi niliona nitenge muda nilifanye hili, ili nije kusisitiza umuhimu wa hili kwa nyinyi viongozi, lakini na kwa timu yetu ya taifa. Nafahamu tukishinda mechi hii nafasi yetu ya kukwalifai kwenye mashindano haya inaongezeka na itakuwa kubwa sana. Sasa kombe la dunia unaweza kusema tu hivi, lakini sio mchezo na timu tunayokwenda kucheza nayo ni timu nambari moja barani ya Afrika. Lakini nyinyi ndugu zetu, wachezaji wetu, mnaoliwakilisha taifa hili, mmesha provu tena na tena jinsi um, mara kadhaa matokeo yalikuwa hayaonekani kama yanakuja upande wetu, na ikatokea hivyo. Siamini kama hili liko nje ya uwezo wenu kabisa. Naamini mpira una watu kumi na moja tu uwanjani, mnafahamu kila kitu. Sisi wengine hatuna uwezo wa kuwaelekeza jinsi ya kucheza, lakini mkiweka mioyo yenu na mkiwa na dhamira ya dhati ya kutaka kushinda mechi hii, mtakwenda kushinda mechi hii. Mimi nawatia moyo na nawaombea sana Mungu tukipata nafasi wengine tutaungana nanyi Moroko kuja kushuhudia. Tukishindwa tutakaa kwenye televisheni zetu, tena tutakuwa Muheza tukiwaombea, dua zinakubali sana ukiwa Muheza. Kwa hivyo, huu ni zaidi ya mchezo wa mpira wa miguu, hii ni kuliwakilisha taifa. Mnakwenda vitani na sisi tunawaamini. Hata selection ya timu ya taifa inakupa moyo tuna mwalimu ambaye anajua wachezaji wake, lakini anaangalia ligi zetu na anaangalia maendeleo ya wachezaji wake kiasi kwamba una timu ambayo huna nafasi nyingi za kuikosoa, pamoja na kwamba sisi wapenzi wa mpira huwa tunajifanya makocha kila mara tunajifanya wataalam, lakini uchaguzi wa timu hii huna nafasi nyingi za, kui, uh, za kuikosoa. Ongera sana kwa Hemedi Moroko na benchi lako la ufundi, naamini yatakayopatikana yatakuwa ni matokeo bora kabisa ambayo timu yetu inaweza kuyapata. Nendeni mkapambane, sisi taifa zima lenye watu milioni sitini tuko nyuma yenu tukiwaunga mkono na kuwaombea sana. Kama mnavyofahamu, watu milioni sitini, sisi tunaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, na mara zote amekuwa akitoa motisha kubwa tunapofanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Sasa hivi najua kwa hii qualification, bado ni mapema sana lakini shindeni mechi hii. Mkirudi, tutakuwa tumeshaongea na Mheshimiwa Rais kwamba hawa vijana wakiqualify kwenda kombe la dunia wanapata nini? Na mnajua mama akisema, amesema na hafuti, au sio? Kwa hivyo nyinyi nendeni mkapambane, haya mengine tuachieni sisi, nyinyi chezeni mpira tu. Serikali ina tambua na kuthamini sana juhudi mnazozifanya na ndio maana mara zote tumekuwa tukishirikiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kuhakikisha kwamba mahitaji ya timu hii yanakuwa sio jambo la mjadala. Chochote ambacho timu hii inakihitaji, ambako kiko ndani ya uwezo wa serikali huwa kinafanyika, na ukweli ni kwamba vitu vichache sana viko nje ya uwezo wa serikali. Kwa hivyo tumekuwa tukifanya vizuri na ushirikiano wetu umezaa matunda. Mmeona hata uh, hii safari yetu ya kuqualify kwa Afcon ambayo inakwenda kuchezwa Morocco Uh, mapema mwishoni mwa mwaka huu mwishoni mwa mwaka huu ilikuwa na mchango mkubwa sana wa serikali. Kwa hivyo hili halitabadilika chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na sisi tuliopewa nafasi ya kumsaidia kwenye sekta kadhaa zikiwamo michezo. Nyinyi mfanye juhudi za kucheza na kuliwakilisha taifa hili huku mkiwa mmeliweka mioyoni mwenu na sisi tutafanya yaliyobaki niwasisitize kuhusiana na kuweka mbele uzalendo na kucheza kwa mshikamano, kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu mnaokwenda kucheza ni mchezo wa kitimu. Nafahamu uwezo na tofautiana na watu hawamki hivyo hivyo hivyo kila siku, lakini naamini mkiweka mshikamano mbele, mkiweka uzalendo mbele, mtafika mahali mkapata matokeo ambayo wote tunayatarajia mkiwemo na nyinyi. Ushindi ni matokeo ya bidii, nidhamu na umoja, na haya yote mmesha tuhakikishia tena na tena kwamba hili mnaweza kulifanya. Niwatakie kila laheri. Moja la mwisho ambalo nataka kulisema hapa, vimepita vyuma hapa, vile zimepita na dua hapa, lakini na mimi naomba niwaombee dua yangu. Naomba mrudi, mwende mkaliwakilisha taifa mkiwa mmeweka uzalendo kwenye mioyo yenu mkaliwakilishe kwa uwezo wenu wote, lakini mrudi mkiwa timamu na wazima, bila maumivu na majeraha hayo yote, mje kuendelea na shughuli zenu mnazozifanya ndani na nje ya nchi. Nawaomba mrejee na ushindi, ili kuletea nchi yetu heshima kubwa inayostahili.